Karibuni tena mara nyingine ndani ya mjukuu wa Bunduki. Na mimi naungana na wale ambao wanasema, kama viongozi wa Western, shikaneni ketini, muongee mujadili, nyinyi ni wakenya kama wale wengine. Mkishajadili mutaongea na wengine kutoka sehemu mbali mbali, na mujue barabara ya nchi yetu mwataka iende vipi, but that does not mean you kill the spirit lakini kusema mustahafu sio kusema, uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Eh, hatuogopi, hatuogopi, hatuogopi. Yeah, tuheshimiane, tuheshimiane Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, haki akichafua maeneo ya Western Region. Na Edwin Sifuna, katibu mkuu wa chama cha ODM but mimi nataka kudel kwa ma speech ya mweshimiwa governor wa Bay Gladys Nyawang'a nyawang'aya wanga wakati wanga alikuwa shutumu former president Uhuru Kinyata Megai, na ningependa kusema ya kwamba sisi kama jamii ya wajaluo hakuna malaika kwa siasa, na nataka niweke wazi namna mweshimiwa Edwin Sifuna jana alisema ya kwamba iwapo wanga na Junetu wanadhani ya kwamba wanataka kublackmail kiongozi wa chama cha ODM Oburu Odinga, watapoteza na chama cha ODM watabaki kama chama cha wajaluo number one. Siku hizi mheshimiwa Ali Hassan Joho asungumuzi kuhusu chama cha ODM, inamaanisha kwamba Joho anajipanga kama pwani. Secondly, wakati wanaita kikao ya kufukusa Edwin Sifuna, mheshimiwa seneta wa Viiga Husoti na Mheshimiwa mbunge wa Embakasi Mashariki Honorable Babu Owino daktari na Mheshimiwa gavana wa Kisii Paul Simba Arati. Nataka kuambia Gladys Wanga. Gladys Wanga, siku yako ya sabika katika kwenye chama cha ODM kwa sababu I know very well Simba Arati. I know very well Mheshimiwa Ali Hassan Joho Sultan, najua na Mheshimiwa Babu Owino mbunge wa Embakasi wa Mashariki, wakati watapanga kikao ya kuvunja ofisi yako kama chair lady ya chama cha ODM hautakuwa mahali ya kujificha ama utakosa mahali ya kukimbilia. Ndugu zangu, Gladys Wanga amenunuliwa na Mheshimiwa Rais William Ruto kulingana na mimi kama Mjukuu wa Bunduki, kwa sababu yale Mheshimiwa Wanga anasema kulima Uhuru Kenyatta inamaanisha kwamba amepewa ili adivide Wajaluo na Wakikuyu, kwa sababu wanaona ya kwamba kashagwa hawezi husika ama hawezi kubalika kule Luo Nyansa, but yule muta mana kubalika ni former president Mweshimiwa Uhuru Kenyatta Migai, kiongozi wa chama cha Jubilee Party, leader wangu. e, ndugu zangu, mimi nataka kusabu zile vitu Mweshimiwa Uhuru Kenyatta amefanya Luo Nyansa na nataka kuenda kutaratibu, ndio mjue kwamba hatutakubali kuradaiwa kudanganywa na watapeli kama Mweshimiwa mbunge wa mashariki ama mbunge wa Suna East na Mweshimiwa governor wa Omabe ya kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta amepanua barabara kutoka Aero Interchange hadi kule Sirare Boda kati ya Kenya na Tanzania. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ilikuwa single lane ikakuwa dual carriage, kata si handshake ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na former prime minister marehemu Raila Odinga, hapo hapo Migori County. Uhuru Kenyatta alipanua Air Street Lichota chini ya former governor Okotho, bado serikali kwa sababu haliona ya kwamba ni vyema hapanue hiyo kiwanja hiyo ya ndege eh, ya Migori Kaunti. Tuende Homa Bay, Oyugis, Ringa, nani aliyejenga? Ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta migae, hata kabla handshake. Mbita Rusinga Bridge ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, hata kabla, kabla handshake. So wakati Gladys Wanga anatuambia kwamba yeye hakuona Uhuru Kenyatta akienda Eh, Oma Bay. Alikuwa anataka Uhuru Kenyatta aende Oma Bay kufanya kazi gani? Hiyo ndio swali tunauliza. Alikuwa anataka Uhuru Kenyatta aende Oma Bay kufanya kazi gani? Kupewa tenda. Namna wanapewa tenda affordable housing na serikali ya William Ruto? Ama alikuwa anafikiria kwamba Uhuru Kenyatta pia ni mtu wa kudanganywa? Ndugu zangu, tusungumuse kweli ya mambo ya kwamba Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiyo mwanasiasa ama ndiyo rais wa kwanza kusaidia Wajaluo. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta Migai. Na riso ni hii Uhuru Kenyatta amepanua Kisumu Port ambayo ilikuwa imelala zaidi ya miaka 30. Tumekuwa na Kibaki ambaye Raila Odinga amemsaidia akakuwa rais tuo tu, lakini aliacha ali Raila Odinga. Hakupanua ile ama hakufanya renovation ile port. Namba 2. Uhuru Kenyatta huyu mmoja ndiye amejenga Kibuye Market. Ni Uhuru Kenyatta. So ni nini Wanga nilikuwa nataka Uhuru Kenyatta afanye ndio ajue kama Uhuru Kenyatta alisaidia Wajaluo. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndio mwanasiasa wa kwanza kuweka 300 million Kisumu International Airport Uhuru Kenyatta. Migai, angalia Kondele, Manyata, eh, Aero Obunga. Uhuru Kenyatta alipanua kwa sababu gani? anshe patna na ndugu yake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. So wakati Wanga anasema ya kwamba Ruto ndio chaguo bora kama kwetu, nauliza tu kwa heshima ya hali ya juu kwa governor, anitajie project mega project ambayo inaendeleshwa na serikali ya William Ruto ya barabara ama ya stima ama ya maji, hizo ni project tatu: barabara, stima ama maji, iko wapi? Ndugu zangu, tuache kudanganywa na mawaziri ambao wao wenyewe ndio wanatajirika ya kwamba mimi ndio waziri wa finance, mimi ndio waziri wa energy, but hakuna chochote ambayo jamii ya wajalua wanafaidika. But during regime ya Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Rodinga 2018 hadi 2022 ninaweza hesabu vitu vya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, former president, alifanyia wajaluo bila kuwapea wajaluo wizara kubwa kubwa. Ndugu yangu, wajaluo, siasa ni hesabu, na tunaona ya kwamba wanasiasa wajaluo wananunuliwa kama peremende, ama wananunuliwa kama nyanya ambayo bondeka tatu kumi. Mimi nasema hivi, twende polepole, ugai ama wagai, e, game ukienda sega barabara hilo, mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliweka 1.6 bilioni na alihakikisha alijenga, hakuwacha katikati akala mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hiyo naweza simama, ni hesabu hiyo. Ni 2021 2022 financial bill, Uhuru Kenyatta alifanya jambo kama hilo. Twende water supplier between eh, Bondo to Siaya town, mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliweka 2 bilioni nakahakikisha na kwamba alimalizana na hiyo project ya maji so, wakati mtu amekaa fulani amepewa pesa ya project ya wananchi wanatoibia, kutumia jina ya andshek au wanatajirika, but the reality ya kwamba jamii yetu wajaluo wanabaki maskini, so wanatudanganya. Mi nataka kusema hivi, ndugu yangu, sina chuki na governor wa, na governor wa nini governor ga, wa Homa Bay, but lazima governor tuwambie the project, tuache kuambia kwamba sisi sisi sisi, my friend Hatuwezi nunuliwa kama peremende. Mjaluo sio chip kama nyanya bondeka ya tatu kumi. Lazima tuambie mheshimiwa rais ametekeleza haya, si ahadi Uhuru Kenyatta. Tulifanya naye andishi na baba Uhuru Kenyatta alifanya kazi. Hakuna kazi yoyote ambayo Uhuru Kenyatta aliacha. Aliacha tu ring road ambayo inapita lake, inatoka Homa Bay, inaingia inaingia Migori, inaingia Kiancha, inakuja hapa Kilgoris, ina ilikuwa naenda Lorgorian. Na hiyo ndio tunafaa kuuliza William Ruto, kwa nini hiyo hiyo ring road inakwama haiendeleshi ama haiendeleshwi na serikali lake. Hiyo ndio project Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aliacha Dunyanga peke yake. So zile project kubwa kubwa, tuende reli, rail railway ile ya Kitambo. Railway. Railway ya Kitambo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alitoa hapa Nairobi. Hiyo gari ya moshi ilikuwa natoka every Friday. Ilikuwa ni shilingi 600 hadi Kisumu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. So kama Uhuru Kenyatta alifanya renovation ya railway hadi Kisumu, ambayo ilikuwa ni chip kwetu kama Wajaluo, ilikuwa ni shilingi 600. Saa hii haifanyi kazi, kwa nini wasungumuzi? Kwa sababu people like Wanga ndio wako na wamenunua gari ya abiria. So wakinunua gari ya abiria, wanafanya biashara ya transport. So wanaua transport ambayo Uhuru Kenyatta alileta ya reli, then wanatuambia Uhuru Kenyatta akatusaidia. Uhuru Kenyatta alitusaidia, alileta gari ya moshi, alifufua. Sasa ilikuwa ni transport ni 600 kuenda Kisumu na gari ya moshi every Friday. Ndugu yangu, sisi si wajenga Uhuru Kenyatta is the best president Luo Nyangsa. It's the best. Hakuna rais ambaye alijali mjaluo kama Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ilikuwa true man kwetu. Mambo ya uchaguzi ya 2022, people like Wanga waliiba kura zao, hawakuibia mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu wako wanapenda Raila Odinga, walikuwa wanapenda kuhang kwa koti ya mheshimiwa Raila Hamolo Odinga, but hawako wanapenda Raila 750,000 registered vote ile lala Luo Nyangsa. Then wanatuambia unajua kwamba Uhuru Kenyatta hata alishindwa kupea ile mamlaka. Itakuwaje kama nyinyi ndio wafuasi ya Raila Odinga, kama wafuasi wa Yesu ama kama wafuasi wa farisayo na mkashindwa kuibia Raila Odinga kura? Mnajiibia yenu, but mmeshinda kuibia mheshimiwa Raila Odinga kura. Mlikuwa na system, badala muibe, mungeiba hata 500000 Raila Odinga angeshinda William Ruto na 300000, so nini mnatuambia? Let us wake up, we are losers Tunasema hatutakubali kupiganishwa na Uhuru Kenyatta, hatutakubali kudanganywa siasa ya silingi mbili, siasa ya pene nane. Uhuru Kenyatta ile alikuwa rais ya ukweli ijapokuwa, we as community Luo Nyanza, ama Luos, we as community Luos hatupendi kujituma, hatupendi kuprotect power na tujawahi jua power ni nini. So kama sisi wenyewe ndio hatujui power ni nini, Kalenjin anajua power ni nini, Kikuyu anajua power ni nini, Kisii wamejua power ni nini Hey, Wasomali wa, waso, wamejua pawa ni nini so mjaluo na mulue wajajua pawa ni nini? But 2027 mulue anaenda kuacha mjaluo. Let us be very careful. Kama tutakuwa careful ndugu zangu, tunaenda kupoteza kama wajaluo. ODM inaenda kubaki kwa wajaluo. But akina Sifuna, Osoti, Babo wino simbarati Joho wakiama kwa ODM sisi kama jamii wajaluo tumemekwisha. Believe me, kwa sababu wanga wesi bageni People like Orengo ndio wanataka kutolewa, ati sasa Gladys Wanga ni akue kwa tebu ya kunegotiate kwa wajaluo. Eh, bwana, hata kama sisi wajinga kiasi gani hatuwezi kufuata Wanga bwana. Hata kama sisi ndio wajinga kiasi gani. Ati tunafuata Wanga sasa negotiate kwa niaba, on behalf ya wajaluo. Bana, Raila Odinga alijua wale watu ambao wanaweza kuunganisha wajaluo. Wacha kutumika Wanga kupiganisha wajaluo na Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta amejenga Kibuye Market. Uhuru Kenyatta amejenga Eh, mambo leo ground, akajenga stai ya mikoapo nzuri sana ile ya standard, Uhuru Kinyata Migai. So nini unataka Uhuru Kinyata akapanua Kisumu? Eh, nini unataka sana? So wacha kudanganywa, basi sisi tunajua yale kazi Uhuru Kinyata alifanya. Gladys Wanga, wacha upusi, wacha kutudanganya. tuna believe kwa Uhuru Kinyata. Uhuru Kinyata akikuja Luo Nyanza atafagia Gladys Wanga na William Ruto. Hiyo ndio kweli ya mambo. Mimi mtu naheshimu kwa serikali ya Kenya kwanza ni Mheshimiwa Raimun Omolo. So kama kuna mtu anaweza kutupanga tusikie Nomolo, but Gladys Wanga never ever. Sisi sio cheap. Siasa siling bila kufuata Gladys Wanga. Kama unataka uza ODM, uza ODM then wewe mwenyewe pia unaenda one time. langu jina ni mjukuu wa bunduki. Kama ni mara kwa sana, kuomba nipe support ya kusubscribe, like, comment, share.